Ndoa ime taratibu zake ambazo sheria za kiislamu imeziweka kijana wa kiislamu ili aweze kuoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka vigezo, ya mashara shabab man istataa minkum albaa falyatazawaj, enyi vijana, mtu ambaye ana uwezo miongoni mwenu aoe. Maulamaa wakazungumzia vigezo ni nini, cha kwanza awe na source of income awe na ajira yake, awe na kazi yake ambaye inaweza ikamtosheleza yeye na ikamtosheleza na mke wake, kwa maana nyingine, na sehemu ya kuishi. Vile vile, uwezo mwingine ni wa afya, yani aweze kuoa na kuwa na afya, asiwe kama ni kijana wa kiume ambaye hana uwezo, mathalan anayo maradhi, sawa, eh ambaye anamsababisha kwamba ashindwe kufanya tendo la ndoa Huyu haruhusi kuoa, sababu huwezi kuoa mwanamke mkaka mnaangaliana tu, au namoa kupikie, tunakufulia nguo. Hiyo ndoa katika Uislamu haipo. Msingi wa kwanza wa ndoa watu kuweza kuzaliana. Akiwa na maradhi kama hayo, haruhusi kuoa. Kwa hiyo, huo ni msingi wa ndoa katika Uislamu. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza vijana wanapotaka kuoa wachague akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kawaida mwanamke huwa anaolewa kwa moja kati ya sifa nne: ya kwanza uzuri wake, ya pili mali yake, ya tatu nasaba yake, ya nne dini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadhfar bi dhati din taribat yadak, muoe mwenye dini, mikono yako itakuwa imeokoka. Sasa hani maelekezo wanaopewa vijana na nyinyi hapa ni vijana. Kuoa katika Uislamu kumeelekezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba unataka kuoa, tafuta mwanamke mwenye dini. Akiwa na dini na ni mzuri, alhamdulillah. Akiwa na dini na mzuri na nasaba nzuri, alhamdulillah, mara tatu, sawa. Lakini kigezo cha kwanza ni dini, dini ndio namba moja pale. Hivi vingine vyote ni namba sifuri. Kwa hiyo, ukianza na uzuri, manake unaanza na sifuri Alafu ingine inakuja sifuri, lakini ukianza na dini inaanza na moja. Ukipatikana uzuri, inakuwa sifuri, zinakuwa kumi, ukipatikana na saba, kumi mia, ukipatikana sijui mali, elfu. Lakini ya kwanza inayoanza ni dini. Utaijuaje dini? Si kwa sababu kavaa hijabu, kavaa niqabu. La, hiyo sio dini, hivyo ni viashiria vya dini, sawa. Dini ni akhlaq, dini ni maadili. Utajuaje maadili yake? inatakiwa kuchunguza kwa watu wanaomfahamu, unachukua muda kutaka kujua na maadili yakoje. Generation yako yote inaharibikiwa kwa sababu ulifanya uselfish, ulimpenda binti kwa sababu mrefu, ana figa ya 8, sijui macho yake ya kikombe, sijui akitembea kama twiga, sijui akifanya na nini, nikitembea naye mtaani watoto wanakata, watakata shingo. Wewe ulichagua kwa ajili ya kukidhi matamanio selfish. Wewe unapochagua, chagua mama wa watoto wako, utakaezeeka naye, atakelea watoto wako. Siku moja baba mmoja amekwenda kwa Omar ibn Khattab, anamshtakia ya, amira almu'minin, mtoto wangu hana adabu, hana heshima, ananijibu kijeuri, anisikilizi, ya hivi na hivi na hivi. Omar akasema mlete hapa. Omar alikuwa mkali Kambuwe, kijana vipi? Mbona umeheshimu baba ya, yako? Mashtaka yote tu ndio wana haki, watoto hawana haki? Kwa nyinyi watoto mna haki vile vile. Sema haki ya watoto kwa wazazi wao kwamba baba yake amtafutie kwanza, kabla hajamzaa amtafutie mama yake amtafute mama mzuri wa kumlea. Hiyo ni haki ya mtoto kabla hajazaliwa. Haki ya pili ampe jina zuri. Haki ya tatu amfundishe kuandika na Qur'an. Hey, mtoto akasema amira almu'minin, zote tatu mzee ajanifanyia mama yangu mimi majusi alikuwa kilabuni kule, wameelewana huko, wamechukuana huko, hajui chochote hana tabia nzuri, maanake maanake mama akachukuliwa kilabuni. hajanichagulia mama yangu, mimi nimezaliwa ndiyo hivi nilivyo sasa hivi. Pili, kanipa jina, naita Jurana. Jurana, yule mdudu anasukuma kinyesi na miguu ya nyuma, yaani baba anamwita mtoto wake Jurana. Hilo ndio jina langu, nikitajwa mbele za watu nataka niingie chini ya meza, maanake jina la ovyo kabisa. Alafu sijui kuandika, wala hiyo Qur'ani sijasomeshwa Omar, akamrudia yule mzee akamwambia, wewe umevunja haki za mtoto wako tangu siku nyingi, halafu leo unakuja kustaki mimi kwamba nakuvunjia haki yako. Kwa hiyo kuoa sio swala la kiselfish, ni swala la kuangalia mama wa watoto wako atakuwa ni mtu mwenye sifa gani. Ni jambo ambalo linahitaji kufanya uchunguzi na maandalizi ya kina. Vijana wa Kitanzania, Taniwia radhi, kusema hivyo mnachukulia ndoa kwa wepesi sana. Mimi nimesoma nje ya nchi, muda wangu mwingi wa ujana wangu nimemalizia nje ya nchi. Nilipokuwa kijana, ujana wangu wote nilikuwa takriban nje ya nchi. Nimejifunza kwa ndugu zetu maisha ambayo wanayo, tunasoma na vijana wadogo tu wakati wa likizo tunakwenda kufanya nao kazi wa, wa, wa, wakazi wa ene, maeneo yale ya, ukimuuliza baba yake ni jaji wa mahakamani, baba yake sijui anafanya kazi kwenye katibu wa wizara, lakini wakati wa likizo tuko nao kwenye kufanya kazi. Tunafanya kazi za kuajiriwa, tunakwenda kuwa mawaita hotelini wakati wa likizo, unatafuta hela. Tuko nje nchi za watu na wao, tunafanya nao tena, wao ndio wanatufanyia mipango ya kazi. Hasa unamuuliza anambia, "Sheikh, wewe uko kwenu, baba yako mashallah, unafanya kazi ya nini? Sasa mimi nafanya kazi, najiandaa kuoa. Sheikh, hapa mimi baada ya miaka tisa kuanzia sasa hivi natakiwa nioe, kwa hiyo nafanya kazi, hela ninayoipata naiweka katika akiba, napeleka kwenye mfuko wa akiba, ikifika baada ya miaka saba nane tisa nakuwa na, na hela nzuri." anajiandaa 10 years before ya ndoa si kuwa ndoa yake inafungwa, huwezi kuamini, na ni wote. Ana apartment nzuri, full furnished. Sawa furnished, furnished, maana yake furnished kweli, sio isunaana na, na kitanda kimoja na kistuli, unasema ah, bwana, ndoa ibada, unajua Mungu atafungua. <laughs> Acha maneno kama haya, mashehe, acha maneno kama haya na mashekhe tunarahisisha wa, ndoa bwana watu wameoa, no, hata no, kwa pete ya, ya nani ya, ya sawa, fanya maandalizi. Wanafanya maandalizi, mtu anaoa anayo apartment, ana kigari chake cha kutembelea, yani akiba ameiweka 10 years before. Sasa njoo kwa mtoto wa kike, akiba anawekewa na mama yake, na mama yake ananunulia vitu dhahabu, kipatikana dhahabu, kipatikana dhahabu, kipatikana siku, kitu gani? Siku na ya ndoa yake, ile dhahabu ndio inasaidia Binti ule, ingine inauzwa kazi watu maskini, lakini ndoa ukiona utafikiri mamilionea na wana maandalizi mazuri, lakini sisi tunachukulia very simple kwa sababu gani? Ya uvivu wa kufikiri wewe yani, uko chuoni kwanza, uko chuoni kwa nini hujui kama utaoa? Sawa, unapata mabomu ya mikopo yale unayapiga tu, alafu siku ya kuoa unasumbua watu, mchango usifungue laki moja. <laughs> wananiwekea sharti la mchango wako sikungue laki moja, wakati wewe ulikuwa na uwezo wa kuweka akiba, ulikuwa na uwezo wa kufanya kazi ukatengeneza uka, uka, uka akiba yako siku ya ndoa yako yani uka, uka, ikawa ni ndoa ya furaha, kwa maana umekamilisha vitu vyote vya msingi. Unachukua mtoto wa watu na umweka kwenye kitanda kimoja, chumba kimoja, na godoro la sufi, wengine si godoro la nini, halafu unasingizia uchamungu na Uislamu. Sio kweli, ni maandalizi tu. Kwa hiyo nawaambia vijana kuanzia sasa hivi kwa wale ambao hawajaingia wa katika ndoa, sio jambo la, la, la mchezo. Kweli kadari ni ya Mwenyezi Mungu, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe riziki, atufungulie milango ya riziki, lakini wewe fuata asbabu, asbabu za kuwekeza, ili siku ya ndoa yako at least basi vile vitu vya msingi vile viwepo katika nyumba yako. Kodi ya nyumba uliyoitafuta kama unalipia, imelipiwa mwaka mzima, sio kodi inalipiwa miezi mitatu, hani muni inamalizika na kodi imeisha. Ah, unaanza kusumbua watu tena. Tuhame, unahapa ghali sana. Sawa eh? Tunaweza tukajiandaa ndugu zangu.